Mimi naamini kitu kimoja. Unapotoa kutoa ni vizuri zaidi kuliko kupokea. Na unapotoa hasa kwa watu ambao hautarajii watakurudishia. Mungu ndiye ambaye huwa anakurudishia kupitia asante ya wale uliowapata. Kama wadau tunao wajibu wa kuhakikisha kwamba tunaboresha mazingira ya elimu. Serikali imekuwa ikifanya mambo mengi kwenye mkoa wetu ikiwepo kwenye swala la elimu, ujenzi wa madarasa na madawati katika maeneo mbalimbali mbali, umekuwa ukifanyika, lakini kama wazazi na wadau, kwa nafasi ambayo tunaweza tukaboresha zaidi, hatuzuiliwi. Kama tunaona tunaweza tukatengeneza mazingira yakasababisha vijana wetu wafanye vizuri zaidi, hatuzuiliwi kufanya hivyo, na ndiyo maana sisi tukaja tukafanya harambee, lakini pia hata kuja tu kuzungumza na nyie bwana, hata sisi tulikuwa kama nyie, sinawapa moyo, sinawapa mwanga <coughs> mnakuwa mnaona kumbe mambo yanafanya nini, yanawezekana. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kuwaomba wadau, wanafunzi waliomaliza, sio lazima ufike nyumbani utoe kitu, hata kuzungumza na wanafunzi kuna namna inawajenga, wale wanafunzi wanaona, kumbe na sisi kesho na kesho kutwa kuna mahali tunaweza tukafika. Ukiona kwamba mazingira yako sio bora sana, usikate tamaa, soma shule, kesho yako Mungu atajua utapita njia gani, utakutana na nani atakupitisha wapi, atakusaidia wapi, kesho na kesho kutwa kuna mahala utafika. Kwa hiyo niwape moyo kwa mazingira yoyote ambayo unaweza ukawa nayo ya kifamilia ya nyumbani usijihisi wewe ni mnyonge. Mambo mawili muhimu kusoma kwa bidii na kuwa na nidhamu. Haya mambo yanaenda pamoja. Ukiliacha moja na lile lingine litakuacha. Ukiwa na uwezo darasani, hauna nidhamu, ule uwezo utaenda utapotea kwa sababu utakuwa mkaidi. Na ukiwa na nidhamu maana yake utaweza kusikiliza maelezo ya walimu na utaweza kufata unaoambiwa na walimu. Kwa vyovyote vile utafanya vizuri. Namshukuru kijana Kelvin ambaye katekeleza kabisa methali inayosema kwamba ahadi ni deni. Nashukuru kwa kuchangia kwa madawati, kwani tulikuwa tunakaa chini.